Pamoja na vitu vyote ambavyo Mungu amenipa pamoja na ukurugenzi wa kampuni zote ninazoziongoza, ningepewa nafasi kama ambayo mmepewa nyinyi, hakika ningerudi shule. Labda tu nikuambia asante kwamba wiki iliyopita nilikwenda Open University nikawaona nika a nika kusoma Kamuandawa kusoma nini, nataka nisome uh, bachelor degree in entrepreneurship. Basi wakaambia ehe, elimu yako? Nikamwambia mimi la saba, sikia mimi la saba And I'm not ashamed to be standard seven. Sijawahi kujisikia vibaya wala sijawahi kuona aibu kumwambia mtu mimi sikusoma sekondari, kwa sababu nina vitu vingi mno vya kukuonyesha ili wewe unyamaze. <laughs> Wakati fulani nilikuwa nimeitwa kuzungumza na wanafunzi Mabibo ta wanafunzi zungumza wa sima bibo. Wakati ule si wa kina Sixus Mpunda wanasoma na kina Poma mashauri. Wakaniita pale, nikaenda mabibo usiku, kulikuwa wameitwa pale, wana mziki, alikuwepo rafiki yangu Juma Nature anapiga pale, kulikuwa na bendi na nini. Nilikuwa na mke wangu siku hiyo, natakiwa nizungumze mimi, lakini wanafunzi wanapenda mziki, wanataka Juma Nature perform, hawataki chai, wanaita chai wao, hawataki hawataki, nini? Hawataki chai ya Shigongo, wanataka Juma Nature afanyeje? Ikafika zamu yangu ya kupanda. Niko na mke wangu ananiambia usipande, watakuzomea kidogo anishawishi unajua wanawake wana uwezo wa kushawishi si ndio? Eh, wanawake kwenye Biblia sisi tunasoma kwamba Adamu alimwambia hawa, hawa alimwambia Adamu kula tunda halafu akala bila kujiuliza, si ndio? Mke wangu ananiambia usipande watafanya nini? Watakuzomea. Wale wasoma kitabu changu hiyo story iko ndani ya kitabu kile. Kidogo niache kupanda lakini baadaye nikasema na ile nimepanda nimeshika mic nikaanza kusikia chai, chai, chai, chai, chai, hatutaki chai, hatutaki chai. hasa katuo mimi hata chai inaongea pale chuo kikuu, sijui ni lugha za chuoni mtazikuta. Mimi sijui wanaposema chai wanamaanisha nini. Mimi nafikiri bwana, nataka wanywe chai kwanza alafu ndio nianze kuzungumza, mazungumzo yangu ni chai. Kijana mmoja baadae akaniambia, akanyanyua mkono akasema nataka kwanza kujua credentials zako kabla hujazungumza. Anataka ajue credentials zangu mimi kabla sijafanya nini? Anataka amsikilize mtu ambaye jina lake linaanza na Professor Eric Shigongo. Dr. Eric Shigongo, engineer Eric. Yaani lazima kuwe na kaneno kanatangulia, hapa ndio yule kijana atakaye keti chini atulie asikilize. Hataki kumsikiliza mtu ambaye jina lake linaanza linaanza tuna Eric Shigongo. Kijana, ndio credentials. Bahati mbaya mimi sina credentials za kwanza na jina langu. Hasa nikasema labda niongeze credential huku mwanzo ili nami nifanane kidogo na maprofesa, labda ni nitumie neno M, M, U. M, M, U, M, M, eti mkurugenzi wa magazeti ya udaku Eriki nani? <laughs> I have no credentials I have nothing to show kujustify mambo ambayo nimeyafanya, lakini naamini kwenye jambo moja kubwa, Profesa. Naamini kwenye information, naamini kwenye taarifa. Ubongo wenye taarifa sahihi hauwezi kukuangusha, na taarifa hazipatikani tu darasani kwa kukaa. Taarifa zinapatikana kwa wewe kuamua deliberately, kwa nguvu zako, kwa, kwa makusudi kutafuta maarifa. Maarifa yakijaa kichwani hauwezi hata siku moja kubaki jinsi ulivyo. Wazungu wanamsema, unasema information plus application equals transformation. Sema information plus application equals what? Equals transformation. There's nothing kama kuwa na taarifa sahihi kichwani afu kabaki mtu yule yule. Yes I know, yes I agree. I have never been to any university on the planet. I agree. Na kubali kabisa. Lakini nimesoma vitabu vingi kuhusu mafanikio pengine kuliko wanadamu wengi sana waliopita chuo kikuu. Ukija nyumbani kwangu, I have a big library. Nikisafiri kitu pekee ninachokinunua kama zawadi ya kuo nyumbani ni kitabu. Natumia fedha nyingi sana kununua vitabu kuliko kununua perfume ninapokuwa kwenye airports. Njoo nyumbani huena library yangu, njoo mimi la saba na library. Mtu amemaliza chuo kikuu ana PhD hana library. Tafuteni maarifa wanangu, tafuteni maarifa dogo zangu, bila maarifa hamwezi kuwa significant. Hamwezi kuwa na impact, mtakuwa watu wa kawaida tu mtakuwa tu mmeishiishi tu duniani afu mkaondoka tu hata Matonya naweza nikamtaja leo hapa kwa sababu alikuwa ombaomba maarufu. Na kwa nini namkumbuka Matonya kama omba omba? Alikuwa na staili ya kulala chini na nyanyua kopo namna hii, staili yake ya uombaomba ilikuwa tofauti. Mnanielewa? Tafuteni maarifa. Mnakwenda chuo kikuu kutafuta nini? Maarifa. Ni maarifa peke yake yatakowaweka nyinyi huru. Ubongo wenye maarifa hauwezi kumwangusha mwanadamu.